Toleo la pili mm -hmm. Sawa, toleo mm -hmm. la pili mm -hmm. sura ya tano, mwanzo wake aya ile ya kwanza mm -hmm. imenikumbusha mwaka wa elfu mbili mm -hmm. na tano mm -hmm. tarehe sita saa tatu jioni mm -hmm. ameniita marehemu mama yangu, akaniambia, bwana, huku nyuma mna mahindi magunia mawili, gunia moja liweke kando, una wageni na nawaona hivi karibuni maharage niliyokupa gunia moja nusu, tafadhali weka kule kwako, yatakufaa baadaye. Haya mengine nusu, naona una wageni halafu, yule fahali mwite yule rafiki yako Toni Inganga aje amwangalie kesho asubuhi mm -hmm. mkubaliane naye bei, atakufaa kwa hiyo. imeusanaji na sura tano saa tisa alfajiri Aha. Tarehe saba naitwa na, na mpa wangu dimina kwamba nyanya anashindwa kupumua ni hmm. Nikija chumbani namkuta mama marehemu Helida hayako pumzi kwa juu. Akaniambia, shemeji, ah, nilikupa taarifa, usiwe na wasiwasi. Wageni wanaingia jinsi tulivyokubaliana Fanya hivyo, tunza wageni mm. Safari imeiva, hakuna mnachoweza kufanya. Ishi na watu kwa heshima. Kwaheri ya kuonana mm.